Albania ilifanya historia kwa uteuzi wa Diela mfumo wa kilibandia kuwa waziri wa serikali kwa ajili ya kupambana na rushwa. Diela alikuwa akisaidia kuendesha mchakato wa zabuni za umma na kuhakikisha uwazi katika utekelezaji wa miradi ya serikali. Mfumo huu wa kidijitali ulikuwa ukitumika tangu mwanzoni mwa mwaka jana kama msaidizi wa huduma za serikali mtandaoni na baadaye kupewa jukumu rasmi kama waziri wa AI kwa lengo la kufanya mchakato wa zabuni kuwa huru kabisa kutoka rushwa kwa kutumia data na algorithm badala ya maamuzi ya kibinafsi. Hata hivyo, katika kisa kilichoshangaza wengi, wakurugenzi wa shirika la serikali waliotengeneza Diela wameshtakiwa kwa madai ya utapeli na kuingilia mchakato wa zabuni za umma. Uchunguzi unaendelea kuhusiana na madai ya uingiliaji rushwa na udanganyifu. Tukio hili limeibua maswali makubwa kuhusu ufanisi wa Diela, kwani wale waliomuumba wana rekodi ya udanganyifu, jambo linaloweza kuathiri uaminifu wa wa mfumo huo wa AI. Waziri Mkuu wa Albania, Edi Rama, ameonyesha msimamo wa kutuliza wasiwasi na kusema kwamba serikali itasubiri matokeo ya uchunguzi wa mahakama kabla ya kuchukua uamuzi wowote kauli yake yatusubiri tuone inaashiria kwamba serikali inataka kuhakikisha taratibu za kisheria zinafuatwa bila shinikizo la kisiasa diele ilibuniwa kusaidia wananchi kupata huduma za serikali mtandaoni bila taratibu ngumu au rushwa na baadaye njia yake ilipanuliwa kuhakikisha uwazi katika maombi ya zabuni jambo muhimu kwa matarajio ya albania ya kujiunga na umoja wa ulaya hata hivyo uchunguzi wa sasa unaonyesha kuwa si AI yenyewe bali wakurugenzi wa maafisa wa shirika waliokuwa wakibadilisha mchakato wa zabuni kwa manufaa yao binafsi walioko hatarini Tukio hili limeibua mjadala mkubwa juu ya changamoto za kutumia AI katika utawala wa umma. Nchi ambayo inajaribu kutumia teknolojia kupambana na rushwa sasa inakabiliwa na shutuma za rushwa dhidi ya baadhi ya wa watendaji wake wenyewe. Hali hii inatufundisha kuwa teknolojia, hata ikiwa ni ya kisasa na yenye uwezo mkubwa, haiwezi kutatua matatizo ya kimaadili ikiwa hakuna wale wanaoiendesha kwa uwazi na uadilifu. Kwa sasa, Albania inasubiri matokeo ya uchunguzi huku wananchi na, na wataalamu wa teknolojia wakizingatia iwapo Diela itaendelea kuwa mfano wa ubunifu wa kupambana na rushwa au kama kesi hii itakuwa onyo kuhusu hatari za mchanganyiko wa AI na tabia za kibinadamu.